Karibu katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia tangazo hili la nafasi ya kazi ambalo limetolewa katika wilaya ya Kisarawe tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano. Na nafasi zilizotolewa ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili au office management secretary, nafasi tatu. Na kazi na majukumu ni kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni, kutunza taarifa, kumbukumbu, matukio, kutafuta majalada, kupokea majalada pamoja na kukusanya na kutunza, kuyarejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika, kupanga ndondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali. Sifa ni kwa mwajiriwa au muhitimu wa kidato cha nne au cha sita, mwenye shahada, mwenye stashahada au diploma ya uwazili au cheti cha NTA level 6 ya uwazili. Aidha, wawe wamefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza, maneno mia moja kwa dakika, na kupata mafunzo ya kompyuta katika chuo chochote kinachotambuliwa na serikali, na awe anajua program za ofisi kama Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email na Publisher. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia ngazi ya mshahara ya serikali ya TGSC. Masharti ni <coughs> mwombaji uwe na miaka kuanzia 18 na miaka isiyozidi 45, lakini pia uwe na vyeti vyako vyote original: cheti cha mtihani wa kidato cha nne na cha sita, computer certificate, vyeti vya kitaaluma professional certificate, lakini testimonial result hazitaruhusiwa na kwa wale waliosoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na vimethibitishwa na mamlaka husika kama TCU, NECTAR pamoja na NACTVET. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 12 Oktoba 2025, na hakikisha barua yako inatumwa kwa mkurugenzi mtendaji Almashauri ya wilaya ya Kisarawe, SLP 28001 Kisarawe. Maombi yote yatumwe kwa njia ya kielektroniki katika mfumo wa portal.ajira.go.tz na maombi yatakaowasilishwa nje ya utaratibu huu hayatashughulikiwa. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii pia share video hii. Asante na karibu.